Ladies and gentlemen, kila mtu anamfahamu mrembo mwingine ambaye ni mrembo kama warembo wengine ambaye anafahamika kama Amber Lulu. Amber Lulu kwenye interview yake ameulizwa atoe listi ya, list ya wanaume ambao ameitoka nao kwenye kwenye kwenda burudani ama kwenda kujiburudisha na kufanya mambo ya watu wazima. Alafu kisha baadaye, ambaru ametaja listi ya watu wengi sana. Akamtaja mtu wa kwanza, akasema ya kwamba ni Baranaba. Wapili akasema ya kwamba ni Aslei. Watatu akasema ya kwamba ni Rami Giles. Watatu akasema ni Boshen. Watano wanne ni Boshen watana akasema ya kwamba ni Amuraba, wa sita akasema ya kwamba chuma cha chuma, alafu wa saba akasema ya kwamba Yangdi. Lakini akasema ya kwamba kuna wengine kibao, lakini kile ambacho Amber Lulu alisema ya kwamba miongoni mwa hao wanaume ambao amewataja, alisema ya kwamba kuna mmoja ambaye ni hodari sana, akasema ya kwamba kwao wanaume wote, akasema ya kwamba Aslay anajua kazi yake. Akasema ya kwamba Aslay ni mtu ambaye anafahamu jukumu lake, mtu ambaye ananyoosha mambo vizuri kila upande. Pia akasema ya kwamba Aslay alikuwa ni mtu mpole sana, mtu ambaye alikuwa anamheshimu, kitu ambacho kinamuuma kwa nini wakaachana na yeye, akasema ya kwamba kila sehemu asili alikuwa anafanya vizuri. langu jina la salia kuwa maskini msomi, na hayo ndio mambo ambayo imekupasha kwa sasa, na kutakia kila laheri.